Ishindwa kuingia kwenye lango la mbinguni, maana yake wewe utaingia kwenye lango la kuzimu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sasa na kufundisha mambo kumi na mbili haya ni mambo muhimu ambayo yatakupelekea wewe kuingia kwenye ufalme wa Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Jambo la kwanza, Hukuwahi kumkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako. Wengi wanazaliwa katika Ukristo, baba alikuwa mkristo, mama alikuwa mkristo, baba alikuwa mchungaji akawa anachunga kanisa, ukazaliwa katika familia ya kichungaji, kwa hiyo na wewe umekuwa upo kanisani, maisha yako ni kanisani, lakini unajiita wewe ni mkristo, hukuwaigi kumkiri Yesu, hukuwaigi kumkiri Yesu kwa kinywa chako. Maana anasema wote walionipokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, wote waliompokea. Ni lazima umkiri na kumpokea Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya! Sasa yeyote ambaye hakumkiri Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake hawezi kupenya kwenye geti la mbinguni, hata kama wewe umezeekea kanisani, umezeekea kanisani. Ukifungua kile kitabu cha Warumi, Warumi sura ile ya kumi kuanzia ule mstari wa tisa na ule mstari wa kumi kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya, ya kuwa ni Bwana, na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua wa katika wafu utaokoka. Haleluya, utaokoka. Maana yake wokovu unapatikana, lazima umkili. Ukimkili, wokovu unapatikana kwako. Kwa hiyo, mbinguni hakuna atakayeingia ambaye hajamkili Yesu.